Kubwa lilopo mbele yetu, ukisoma bango lenyewe linajieleza I am Hersi. kwa nini I am Hersi? tutakwenda kufahamu hapa, lakini kubwa nataka tu tupate japo kwa uchache injinia Hersi ambaye tunamzungumza leo hii uh, kwa baadhi yetu inawezekana tumemjua kupitia Young Africans uh, labda kwa sababu ni rais wa klabu, lakini itakumbuka wakati anaingia Yanga hakuingia uh, kama kiongozi wa kawaida. Utakumbuka aliingia uh, kama mkurugenzi wa uwekezaji wa we GSM, lakini uh, kupitia maono yake Yanga ilibadilika kutoka Yanga ambayo tulikuwa tunaifahamu mpaka Yanga hii ya mataji e, na makombe lakini, na rekodi na historia nzuri iliyopo barani Afrika. tunatamani kufahamu amewezaje? Maana ukitazama muda ni kama miaka mitatu hivi ya mabadiliko, kutoka huyo ambaye alikuja kijana wa kawaida na utani kwenye mitandao ya kijamii utasema msela, vile ambavyo alikuwa akivaa zamani na sasa hivi ni mwendo wa majumba. Kitu gani kimebadilika? pengine tuyaone hayo ambayo ameyapitia. Karibu sana rais. Yeah, baada ya kumpoteza mwenyekiti wetu Yusuf Manji ambaye ametangulia mbele za haki, tumwombee Mungu ampe pumziko la milele Amen. Mwenyezi Mungu amwapushie na adhabu za kaburi Amen, na afanye kaburi lake kuwa ni sehemu katika bustani za peponi. Baada ya kusema hayo Young Africans tulipitia wakati mgumu na mimi nikiwa tu mshabiki na mwanachama, lakini nakumbuka 2020 Mr. Galib aliniambia tumealikwa kwenye harambee kubwa ya ukusanyaji wa fedha kwa ajili ya kuikwamua klabu yetu kutoka kwenye wakati mgumu. Akashiriki kwenye mkutano ule, kwa bahati mbaya nilikuwa nimesafiri na alitoa ahadi ya kuchangia kiasi cha shilingi milioni mia tatu na mwaliko huu ulitoka kwa mwenyekiti wa kamati ile ambaye alikuwa ni Anton Mavunde, na hiyo ndo historia ilipoanza hapo ya sisi, na mimi binafsi kama kampuni ya GSM, na mimi binafsi kuingia kwenye Young Africans. Baada ya kupita kwenye hatua ali ilitolewa pia nafasi ya klabu ya Young Africans kumtafuta mzabuni wa jezi, ambayo kampuni yetu iliweza kubid na ikapata nafasi ya kutengeneza jezi nami nikiwa kama mkurugenzi wa uwekezaji ilikuwa ni fursa kwangu kuhakikisha tunapata ile biashara, lakini baadaye tukaja kugundua biashara hiyo haiwezi kwenda kama timu haifanyi vizuri. Kwa hiyo nikakaa na Mr. Galib, akaniambia, bwana, sasa hii bahati nzuri ni timu unayoshabikia na wewe ndio mwekezaji mwenyewe, fanya jitihada sasa ili biashara ifanikiwe, kuhakikisha una elevate level ya timu. Basi nikaja kwenye nafasi hiyo ya kibiashara lakini kuhakikisha tunainua thamani ya klabu yetu ya Young Africans. Basi ndio tukaanza hapo. Kabidi tusajili wachezaji. Nakumbuka mwaka 2020 na mwanzoni wakati wa dirisha dogo tukasajili wachezaji wanne. Tukamsajili Ditram Mchimbi, tukamsajili Adeyu Msale, tukamsajili Bernard Morrison na tukamsajili Haruna Nionzima na karudi baada ya kuitumikia Young Africans na baadaye Simba na baadaye karudi Rwanda. Kwa hiyo ulikuwa ni task yangu ya kwanza kusajili wachezaji na kuhakikisha timu inakaa mahali pazuri. Kwa hiyo tukaweza kuihamisha kutoka Netherland kuja, uh, Regent's Hotel, tukaitafutia uwanja wa mazoezi, tukapata uwanja wa choo cha sheria. Tukaanza kufanya kila linalowezekana kuhakikisha timu inashinda, kwa maana ya kumotivate, kuweka thamani ya kifedha, na wakati huo klabu ilikuwa iko down kwenye kila sehemu. Tukamleta pia coach Luke Aimar kama mnakumbuka na baada ya hapo kuanza kuweka motivation uh, nakumbuka mara ya kwanza uh, Nugas alikuwa anabeba kabisa milioni kumi kama furushi kuhakikisha anawaonyesha wachezaji jamani, fedha ni hizi, mechi mkishinda, mtaondoka na hizi fedha. Ilikuwa ni sehemu ya motivation kwa ajili ya kupromote wachezaji waweze kufanikiwa na kutupa matokeo tulikwenda, na baadaye tukaweza kuchukua uh, tukachukua nafasi ya pili kwenye ligi ulikuwa ndo msimu wa kwanza wa 20 huo 20 21 uh, ambao nilishiriki. Kwa hiyo baada ya hapo nikawa naona gharama zinavyoenda. Yaani ukitaka kuhamisha timu kutoka sehemu hii kuipeleka hii, inahitajika gharama. Ukitaka kumsajili mchezaji inahitajika fedha. Na fedha hizi zote zilikuwa zinatolewa na Mr. Galib free from his pocket, kwamba nataka tu support team sasa. Nikaja na wazo kwa ile ile background yangu ya investment, tukasema lazima tutafute tuwe na short -term plans, na tuwe na long -term plans. Short -term ni hii ku support kuinua quality, lakini long term hii timu inapaswa kuweza kusimama kwa miguu yake. Inaweza kuwa ni 100% au inaweza kuwa ni 50% au inaweza kuwa 75%. Kwa hapo tukasema lazima tutafute mfumo utakaofanya timu isimame imara yenyewe na tupunguze utegemezi. Kwa hiyo mwenyekiti Dr Msola alikuwa tayari ameshakuja na wazo la transformation Nikasema hapa tunaweza tukatumia hili wazo tukalipa nguvu hili wazo likaweza ku transform team yetu, basi nika consult, tukakaa, tukakubaliana tutengeneze ile kamati kwa ukubwa wake, tuipe nguvu, na baadaye nikawa sehemu hiyo kamati. Na baada ya kuwa kwenye kamati, tukaona pale kwenye kamati kuna watu wenye taaluma nyingi, kuna wanasheria, mwenyekiti wetu mzee Mgongolwa, kuna kina Arafat walikuwa wanatoka kwenye finance, kuna Ivan Tarimo walikuwa wanatoka finance mimi natoka kwenye engineering, lakini wote tunakosa elimu ya transformation. Ndio hapo sasa tukasema lazima tutafute consultant, mtu atakayetusaidia kujifunza dunia ya sasa inaendeshwaje, mpira wa sasa unaendeshwa vipi. Kwa hiyo tukaweza kufanikiwa kupata La Liga, wakatushauri tukajifunza kutoka kwao, na sisi tukajifunza tuka, wao wakajifunza pia culture yetu ikoje, tukakama na mfumo wa mabadiliko na mfumo ule ulipelekwa kwenye mabadiliko ya katiba klabu ya Young Africans, zikatengeneza rasimu ya katiba mpya zikaenda kwa wanachama, wanachama wakajifunza, wakatoa mawazo yao tuka incorporate, na baadaye tukaenda kwenye mkutano mkuu uliofanyika mwezi, mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na moja na, na mkutano ule uliridhia mabadiliko ya mfumo wa mabadiliko ya klabu yetu na ulihudhuriwa na wanachama 1770 na wanachama wote waliridhia mabadiliko hayo na baada ya kuridhia tukalazimika kwenda kwenye mabadiliko ya mfumo, na sehemu ya mabadiliko ilikuwa ni kubadilisha ownership ya club kutoka asilimia mia moja kwenda 49 kwa wawekezaji 51 kwa wenye club, lakini la pili ilikuwa structure ya leadership ambayo ilikuwa anataka mwenyekiti abadilike kuwa rais na baadaye kuwa kuna mwenyekiti wa bodi, na eneo la tatu ilikuwa fan engagement, ambayo yote hayo tulianza kuyafanyia kazi. Na mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili tukafanya uchaguzi wa kwanza ambao ulikuwa ni matakwa ya kikatiba baada ya katiba yetu kusajiliwa tarehe 14 mwezi wa 12 mwaka elfu mbili na ishirini na moja tumefanikiwa kusajili katiba tukalazimika kuimplement katiba, na hapo tarehe sikumbuki ilikuwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili skumbuki yes, Julai tisa tukafanya uchaguzi ambao uchaguzi huo ukanifanya ukanfanyaniwe rais wa klabu ya Yanga Africans kwa kipindi cha miaka minne ambayo naihudumia kwa sasa.